Watazamaji wa uh, IAA TV, ni mwendelezo wa orientation ndani ya chuo cha Uhasibu Arusha wa wanafunzi ni wengi sana ambao wamehudhuria kwenye orientation hii, baadhi ya viongozi pamoja na hao wanafunzi ambao wamehudhuria, tujue hasa nini wamejifunza kwenye orientation hii. Mimi naitwa Duli Presenter. Twende tukazungumze nao. Majina yangu ni Justin John Maile, ni mtumishi wa chuo cha Wasibu Arusha kwenye Department ya Business Startup Center. Tunaendelea kuwapokea na kuwakaribisha wanafunzi wa uh, mwaka wa kwanza katika level zote, kuanzia certificate, diploma pamoja na bachelor degree. Kama ambavyo umekwisha kuona, orientation zimeanza toka wiki iliyopita na wiki hii rasmi uh, cha Wasibu Arusha kimejiandaa ipasavyo kabisa kwa kukutanisha wanafunzi wa mwaka wa kwanza na miundombinu, resources, pamoja na vitu vyote vilivyoandaliwa ndani ya chuo vitakavyomsaidia mwanafunzi kufikia ndoto yake ile ambayo ametamani kuja kuipata akiwa hapa chuo cha Wasibu Arusha. Kama ulivyoona kuna wanafunzi wengi sana ambao wameitika katika training ama katika session kwa siku ya leo, na leo tuliwakutanisha wanafunzi hawa wa mwaka wa kwanza pamoja na wadau ambao tumekuwa tukifanya nao kazi hapa chuo cha Wasibu Arusha. Walikutana watu kutoka UNDP, program ambayo mwaka jana tulishiriki nao na mwaka huu wamekuja rasmi kuambia fursa ambazo wanaweza kuzipata kwa kuja tu kusoma katika chuo cha Uhasibu Arusha kwa kuendeleza keria zao ambazo wamekuja kuzichukua. Lakini pia tulikuwa na watu uh, wa Westwell Startup House pamoja na watu wa uh, Startup Africa ambao ni miongoni mwa wadau tunaofanya nao kazi kama chuo cha Uhasibu Arusha kupitia kitengo uh, cha IAA Business Startup Center lengo kubwa sana la orientation hii kwa chuo cha Uhasibu Arusha, ukizingatia kwamba hata wanafunzi wengi wameona ni tofauti na vyuo vingine, ni kwa sababu Uhasibu naweza kusema ni zaidi ya chuo. Kinajali si tu yale ya darasani, lakini kinajali kufikisha ndoto ya mwanafunzi vile ambavyo mwanafunzi anatamani kuipata ndoto yake. Tunathamini sana kwa wanafunzi ambao wamekuja kujiunga na chuo cha uhasibu Arusha, tunathamini pia kwa wazazi na walezi kufanya chaguo la kuja kusoma katika chuo cha uhasibu a Arusha, na tunawahakikishia kwamba hawajakosea kufanya chaguo hilo, kwa sababu uhasibu inahakikisha kumsaidia mwanafunzi kweli anaweza kuwa uh, expert mzuri kwenye keria anayoisoma huku kwetu. Sisi kwenye kitengo hiki, mara nyingi huwa tunakazia vitu vikuu viku, viwili tu na hivyo ndivyo ambavyo vinaendelea katika kipindi hiki cha orientation, kumsaidia mwanafunzi wa chuo cha uhasibu Arusha, kwanza kuwa innovative employee anapoanza kusoma masomo yake ya kila siku n yani, yeye ajiandae kuwa innovative employee. Namna gani anaweza kuwa innovative employee? Basi session nyingi zilizoandaliwa zinamsaidia yeye kuwa mtumishi bora na kumtengeneza kuwa mtumishi bora katika safari yake, na jambo la pili kumsaidia mwanafunzi huyo basi aweze kuwa kijana anaweza kutengeneza fursa za ajira aa, kwa wenzake na kwa vijana wenzake na hatimaye kwa taifa kwa ujumla. Kama ulivyoona leo tulikuwa na hizo session kutoka kwa wadau hao wote, ni wadau wanaompika mwanafunzi kuwa bora lakini nampika mwanafunzi ku, ku, ku, kufaya ujasiriamali kupitia keria ambayo yeye anaifanya. basimi nichukue nafasi hii kuwakaribisha tena Chuo cha Uasibu Arusha kwa wanafunzi wote ambao wanaendelea na usajiri, na tunajua usajiri unaendelea na orientation program bado zinaendelea kama kawaida. Karibuni sana Chuo cha Uasibu Arusha au kufanya makosa kuja katika chuo hiki, endelea kufurahia maandarizi na program zote zilizoandaliwa katika chuo umehudhuria kwenye hii orientation. Kitu gani umejifunza zaidi? tumejifunza kuhusu hii IBSUC, kuhusu kwenye hii A, kuhusu IBSUC. Kuhusu kwenye IBSUC, kama wewe unataka kuanzisha biashara una idea, au kama umeshaianzisha unaweza kuenda pale ukajiunga ukajiunga. Kama umeshajiunga kwenye IBSUC, unaweza unakuwa kama mwanachama, kwa hiyo unaruhusiwa kuanzisha biashara ndani ya campus na unapata msaada unaweza ukapewa pia ofisi inategemea na biashara yako. Aa, mapokezi ni mazuri sana ukikompea na vyuo vingine ambavyo nimeangalia, mapokezi yamekaa vizuri, kwa sababu kuanzia kule online registration zimekaa vizuri, watu tumemaliza mapema na sasa hivi tumeanza kuelezewa kuhusu hizi mambo za IBSUC. Kwa hiyo kila kitu kiko sawa. Unatarajia wewe kufanya biashara sana ndani ya chuo cha Uhasibu Arusha? Ah, kufanya biashara ni lazima Msubiri yani, biashara nimesha nimesha rejista yani, eh ni biashara inauza nini, taulo za kike eh, inaitwa konfi. Kwa hiyo niko naendelea na process, ninategemea kujirejista IBSUC ili na mimi niweze kuwezeshwa. Karibisho wanafunzi <tabit> kwa wenzako sasa kwenye business startup center. Ah, wanafunzi wenzangu wote ambao mnataka ah, kuja aa au mliofika mnaendelea na usajili nawakaribisha kabisa IBSUC mje, kuna tunapewa ushauri, kuna tunapewa assistance, kwa hiyo mnakaribishwa wote. Kwa majina anaitwa Amos Kirini. Uh, umehudhuria kwenye orientation ya leo ndani ya chuo cha uhasibu Arusha, ikiwa ni siku ya kwanza kabisa. Ni kitu gani ambacho umejifunza ndani ya orientation hii? Kiukweli nimejifunza kitu cha msingi sana, ukiangalia na nachukua mchepuo wa biashara, kwa hiyo orientation ime, imenifungua ki, kiakili kwamba naweza nikajiwekeza kwenye ujasiriamali kiukweli, mapokezi ni mazuri sana, mazingira kiukweli, sikutarajia kama hiki kichuo ni kizuri namna hii na, na nimefurahi sana kuwa hapa na natumai nita nita enjoy sana kusoma hapa chocha. Sasa na wewe ndani ya business startup center au utakuwepo? Ah, kabisa kabisa, kwa kuwa kuna wazo la biashara nikuwa nalo na nimepata nimepata ushawishi mzuri sana na kupitia business startup center na nita nitajiunga na startup center kwa ajili ya kukuza ili wazo ambao nilikuwa nalo ili mwisho wa siku nami nije kuwa na biashara na niweze kuajiri watu pia. Ushauri kwa mwanafunzi ambaye ha, amekosa orientation ya leo, lakini zipo orientation zingine ambazo zitafuata hapo baadaye. Kitu ambacho naweza nikawashauri ni kwamba wahakikisha wanahudhuria orientation ambayo itaendelea ita, ita kwa wiki nzima, na kwa asubuhi inaanza saa tatu asubuhi mpaka mida ya mchana, na wakaribisha sana chuo chawasi Tumemsikia kiongozi bwana Justin akizungumza mengi kuhusiana na orientation hii, lakini tumewasikia baadhi ya wanafunzi wakizungumzia mapokezi yalivyo, lakini zaidi ni kuhusiana na walichojifunza kwenye orientation hii. Wamejifunza vitu vingi sana na zaidi, bwana Justin amezungumzia namna ambavyo mwanafunzi anaweza kuchukua kozi yake na kuconnect na biashara. Mimi naitwa Duli presenta, endelea kufuatilia IAA TV.